Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo tarehe 11 ya mwezi wa 12, juma la pili, kipindi cha majilio, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 41 aya ya 13 hadi ya ishirini, na Injili Takatifu kama ilivyoandikwa na Mwinjili Matayo sura ya 11 aya ya 11 hadi ya 15. Karibu tusikilize Injili mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohane Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohane Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka kwa maana manabii wote wa Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohane. Na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Eliya atakayekuja. Mwenye masikio na asikie. Neno la Bwana. Sifa kwako hey, Kristo. Kwa hakika nawaambia hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kuliko Yohane Mbatizaji. Yesu anamwelezea Yohane Mbatizaji kama kilele cha manabii, sauti ya kutangaza ujio wa Masiha. Lakini pia anasema mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Hapa Yesu anaonyesha kuwa ukuu wa kweli si cheo wala utume wa nje; ni karama ya neema inayotokana na kuungana na Kristo. Yohane Mbatizaji kama mfano wa uaminifu usio yumba. Yohane Mbatizaji anaishi utume wake bila kutafuta sifa, bila kujitafutia heshima, ni sauti tu, si neno. Katika ulimwengu wetu wenye kelele, tunaitwa kuwa kama Yohane Mbatizaji, kuonyesha Kristo si sisi, si. Mfano kutoka barua za Mtakatifu Gaspari del Bufalo. Gaspari del Bufalo mara nyingi aliwaandikia wamisionari wake akiwakumbusha kuwa mtume anapaswa kujificha katika Kristo ili Kristo aonekane. Katika moja ya barua zake kwa wamisionari waliokuwa wanakatishwa tamaa na upinzani wa watu Mtakatifu Gaspari del Bufalo aliandika kuwa huduma yao itaishi pale watakapoacha kutafuta ushindi wao binafsi na kuruhusu daima na kuruhusu damu ya Kristo kuwa neno linaloeleza zaidi kuliko sauti ya mhubiri. Huu ni mtazamo ule ule wa Yohane Mbatizaji, kupungua ili Kristo azidi kuonekana tangu siku za Yohane Mbatizaji, ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu. Tunarejea katika injili ya mwinjili Matayo sura ya kumi na moja aya ya kumi na mbili. Hapa Yesu hatai nguvu za jehuri, bali azimio, ushupavu na uamuzi wa moyo unaovuka vikwazo vya ndani na nje. Ni mwaliko wa kutembea katika toba ya kweli. Mfano kutoka barua za mwenyeheri Yohane Merini. Mwenyeheri Yohane Merini aliwaandikia wanafunzi wake akisema, kazi ya Mungu inahitaji uthabiti wa moyo na uvumilivu. Mara nyingi tunashinda si kwa uwezo, bali kwa kudumu kuwa waaminifu. Katika barua nyingine kwa mtawa aliyekuwa amechoka kiroho mwenyeheri Yohane Merini aliandika kuwa roho hutunzwa kwa amani ile ile ya wale wanaopigania mema kimya kimya. Hii inafanana na wito wa Bwana wetu Yesu Kristo, ufalme wa Mungu ni zawadi ya wale wasiokata tamaa. Yeye aliye na masikio na asikie mwaliko wa kusikiliza sauti ya Roho. Maneno haya ni wito wa mapokeo ya ndani, si ujuzi wa akili tu, bali kusikiliza na kuitikia. Uaminifu wa Yohane Mbatizaji unatokana na kusikia na kutii. Moja ya tafakari za Mtakatifu Gaspari del Bufalo, aliwaandikia misionali ya kisisitiza kusikia damu ya Kristo ikilia ndani ya dhamiri kama Yohane alivyokuwa sauti ya Mungu jangwani. Gaspari aliwahimiza wamisionari, uwe mtu wa kusikiliza kabla ya kusema, mtu wa kusujudu kabla ya kutenda. Ukuu katika ufalme wa Mungu ni matunda ya unyenyekevu. Yesu anasema mdogo ndiye mkuu. Kwa hiyo ukuu ni kuishi mapenzi ya Mungu, si mafanikio ya nje. Mfano kutoka kwa mwenye heri Yohane Merini: Yohane Merini mara nyingi aliwaandikia watawa na wamisionari akiwaambia, hatuna chochote chetu, kazi ni ya Mungu, sisi ni vyombo vyake. katika barua kwa mama mkuu wa shirika mmoja, alisisitiza kwamba kazi ya Mungu haipimwi kwa matokeo ya haraka, bali kwa unyenyekevu na upendo wa wale wanaotenda. Basi katika tafakari hii tunajifunza mambo manne: kuwa waaminifu kama Yohane, kutangaza Kristo bila kutafuta kujionesha kupigania toba ya kweli kwa uthabiti, nidhamu na moyo wa kujikana; kusikiliza sauti ya Mungu kama mtakatifu Gaspari del Bufalo alivyosisitiza, kazi yetu inaanzia katika utulivu wa moyo unaomsikiliza Kristo; kuishi unyenyekevu kama mwenye heri Yohane Merini alivyowafundisha kuwa chombo tu si mmiliki kwa kazi ya Mungu na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Samuel Nziuna, wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspar del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!